Ameandikwa Yesu Kristu milele. Amina. Kwa nini kuna makanisa mengi hapa duniani na mengine hayamwabudu Mungu? Je, wingi wa makanisa mengi duniani ni sababu ya baadhi yao kukosa imani kwa Mungu? Aliyeuliza swali hilo anaitwa Mama Beti wa Mletele, Songea. Makanisa mengi ni shauri ya dhambi ya binadamu, ni shauri ya uchoyo, ni shauri ya mfarakano ni shauri ya kutoelewana, shauri ya kutosameana, shauri ya kutokubaliana, ndio sababu tunakuwa na makanisa mengi, ndio sababu nakuwa na makanisa mengi. Na Kristo, bahati nzuri, yeye alituasi kwamba muwe na umoja kama mimi na baba yangu tulivyo wamoja. Na baba na mwana hawajatengana, hawaja, ni utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu, na iye alitaka sisi kama kanisa tuwe kama wao. Alituambia, mpendane kama nilivyowapenda mimi lakini mara nyingi hatupendani, tuna shi, tunashindana na kama alivyosema Mwalimu Nyerere, ukishafanya ile kosa la kutengana haliachi, utakaa unatengana, unatengana, unatengana. Ndio nasema, naona makanisa yakishatengana yanaendelea kutengana, kutengana, kutengana. Sasa hivi tuna makanisa makubwa, zaidi kati ya elfu thelathini na elfu sitini yani makubwa, makubwa yani, yani, yani, bado yana watu kadhaa, acha vile vikanisa vidogo ambavyo hata mimi hapa nyumbani hapa unaona, kanaamka unaenda kamsha jenga kibanda pale, na anaanza kuhubiri juu ya Yesu. Akipata tu loud speaker, basi akipata kipata sauti, anaanzisha kanisa. Inakuwa ni namna tu ya kwenda pale, anawalaghai watu, anapata mapato yake, alafu akiona amekaa mahala na wamemtambua, anaacha anapotelea potelea tu, au kama wale wahubiri, anakwenda na kuhubiri, anaokota hela na kwenda, lakini hakuna, hawajibiki hizo hela kwa mtu yeyote hawajibiki kwa mtu yoyote. Hiyo mambo mangu, mambo mengi sana yanafanyika hivyo, lakini basi Mungu mwenyewe ndiye atatusamehe, Mungu mwenyewe ndiye atakuwa pamoja nasi, na kwa kweli makanisa mengi yanapunguza imani ya watu.